Taarifa mbaya za kifo kutoka Ikulu ya Tanzania zimetikisa taifa kwa ujumla. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Tanzapulse na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, na kusihi tusaidie kwa kusubscribe. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametoa salamu za rambirambi kwa familia, bunge na taifa kwa ujumla kufuatia kifo cha mbunge wa viti maalum Halima Eid Nassor ambaye alifariki dunia tarehe kumi na nane Januari mwaka wa elfu mbili ishirini na sita akiwa katika matibabu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam. Kifo chake kimeelezwa na spika wa bunge Musa Azam Zungu na kumtia taifa kwenye msiba mkubwa, huku ujumbe wa pole ukitolewa rasmi na ofisi ya rais Ikulu. Rais Samia ametumia nafasi hiyo kutoa pole kwa familia marehemu, wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM, viongozi wa Umoja wa Wanawake Tanzania na wabunge kwa ujumla, akisema msiba huo ni pigo kwa taifa. Halima Idi Nasor alihudumu kama mbunge wa viti maalum kupitia kundi la wafanyakazi chini ya Chama cha Mapinduzi akiwakilisha wanawake ndani ya bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Chanzo cha bunge kinaeleza kwamba kifo chake kilitokea mapema asubuhi leo baada ya kipindi cha matibabu, na taarifa za rasmi za spika Zungu alieleza shukrani kwa mchango wake katika maswala ya kitaalum ama ya kitaaluma, kisiasa na maendeleo ya jamii.

Mbunge Halima alizaliwa tarehe kumi na mbili Machi mwaka 1980 na alikuwa na umri wa miaka 45 wakati wa kifo chake, akiwa mtaalamu wa uchumi wa ardhi ama ukipenda land economist na mwenye uzoefu mkubwa katika utendaji wa kazi za umma. Kazi yake ya kitaalamu ama ya kitaaluma ilijumuisha kazi kama afisa mkuu wa ardhi katika Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi mwaka 2023 hadi mwaka 2025 na kabla yake akiwa afisa wa ardhi katika mikoa ya Mwanza kati ya mwaka elfu mbili na kumi hadi mwaka elfu mbili ishirini na tatu, shughuli ambazo zilionyesha uongozi na uelewa wa kina wa masuala ya maendeleo ya ardhi na mipango ya mijini. Katika taarifa yake kwa waandishi wa habari, rais Samia alitoa pole kwa familia ya marehemu na wabunge wenzake, akiwatakia subira na nguvu wakati wa kipindi hiki kigumu cha majonzi. Taarifa hiyo ilieleza sala ya kusubiri roho ya marehemu ipumzike mahali pema peponi, huku ama ikisisitiza mchango wake katika siasa za Tanzania kupitia CCM na UWT. Kwa upande wake mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania, Mary Chatanda alisema kifo cha Halima ni pigo kubwa kwa jumuiya hiyo kutokana na mchango aliyokuwa akitoa katika chama na jamii kwa ujumla. Chatanda alibainisha kuwa marehemu alikuwa mchapakazi mwenye mapenzi makubwa kwa chama chake na alitoa juhudi zisizokoma katika kuhimiza usawa wa kijinsia na haki za wanawake. Katika mchakato wa uteuzi wa wabunge wa viti maalum Tanzania, nafasi ya Halima Eid Nassor uh, ilitokana na uteuzi kupitia kundi la wafanyakazi, mmoja ya makundi muhimu yanayotumia mfumo wa viti maalum kuhakikisha uwakilishi wa makundi mbalimbali mbali ya kijamii na kijinsia ndani ya bunge. Taarifa za bunge zinaonyesha kwamba uteuzi wa bunge wa viti maalum unafanywa kulingana na kanuni za ibara ya sitini na sita moja na sabini na nane moja za katiba ya Tanzania ya mwaka elfu moja kenda mia sabini na saba pamoja na sheria ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na nane. Uteuzi wa Halima kama mbunge wa viti maalum ulidhihirisha pia thamani ya sauti ya wanawake na wafanyakazi katika siasa za Tanzania. Kwani nafasi hizi zilitolewa ili kuleta uwakilishi wa makundi ambayo mara nyingi hayana uwakilishi wa moja kwa moja kupitia uchaguzi wa mila. Marehemu sio mbunge bali alikuwa mtaalamu wa ardhi aliyechangia kwa kiasi kikubwa katika masuala ya usimamizi wa ardhi, mipango ya mijini na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Na kazi yake kama afisa wa ardhi na baadaye kama mbunge wa viti maalum ilimwezesha kuhusika na sera na mikakati ya kitaifa inayolenga kuboresha maisha ya wa wananchi wengi na katika majukumu yake ya kisiasa ndani ya CCM hasa uh, UWT alima alikuwa mstari wa mbele katika kampeni za kuhimiza usawa wa kijinsia, ulinzi wa haki za wanawake na kuboresha maisha ya familia za kufanya kazi. Alikuwa pia miongoni mwa viongozi waliochangia katika mipango ya jamii inayolenga kukabiliana na changamoto za kiuchumi, kijamii na usawa wa kijinsia. Mipango ya serikali chini ya uongozi wa Rais Samia pia imekuwa ikizingatia vijana, wanawake na wafanyakazi kama nguzo za maendeleo endelevu kwa kuziongeza fursa zao katika masuala ya ajira, elimu, huduma za afya na uchumi wa taifa. Kwa mfano, jitihada za serikali kukuza taasisi zinazolenga kushughulikia masuala ya vijana, zinaonyesha dhamira ya serikali ya kutoa nafasi kwa makundi yote ya kijamii kushiriki kikamilifu katika maendeleo. Mfumo wa viti maalum katika bunge la Tanzania umekuwa ni chombo muhimu cha kuhakikisha uwakilishi wa wanawake na makundi maalum ya kijamii kama wafanyakazi, wale walemavu na vijana. Mfumo huu ulianzishwa kama sehemu ya jitihada za kukuza usawa wa kijinsia na kutoa fursa kwa makundi ambayo mara nyingi hayashiriki moja kwa moja katika uchaguzi wa hadhara. Mfumo huu umeendelea kuboreshwa kwa miaka mingi kupitia marekebisho ya katiba na masharti ya sheria za uchaguzi. Katika uchaguzi wa mwaka a elfu mbili ishirini na tano, orodha ya wa wabunge wa viti maalum ilijumuisha zaidi ya wanachama mia moja waliochaguliwa kwa makundi mbalimbali, ikionyesha umuhimu wa mfumo huu katika kuleta uwakilishi mpana wa jamii ya Watanzania katika bunge. Kifo cha mbunge Halima Idnaso ni pigo kwa taasisi ama kwa siasa za Tanzania na kwa mchakato wa uwakilishi wa makundi maalum, kwamba viongozi wanaweza kufariki wakati wowote, na ni ukumbusho kwamba nafasi za umma ni heshima ya muda na uwajibikaji wa wananchi unapaswa kuwekwa mbele. Kwa upande mwingine, salamu za rambirambi kutoka kwa rais Samia zinaleta ujumbe wa moja ama umoja na ushirikiano kati ya mamlaka za juu na wabunge, na ni jambo lenye umuhimu mkubwa kwa wito wa kuendelea na ajenda ya maendeleo ya taifa bila kupoteza mtazamo wa utu na huruma kwa wanachama wa umma waliopoteza maisha yao kwa ajili ya huduma ya umma. Aidha, kifo hiki kinarudia umuhimu wa mfano ama wa mfumo wa viti maalum katika bunge la Tanzania ambao unakuza uwakilishi wa makundi muhimu ya kijamii na kutoa fursa kwa wanawake na wafanyakazi kushiriki katika maamuzi ya kitaifa. Mfumo huu umekuwa chombo cha kukuza usawa na ujenzi wa jamii yenye sauti na uwakilishi mpana. Kwa ujumla, msiba wa Halima Idna so, uh, unatoa nafasi ya kutafakari umuhimu wa uongozi wa kisiasa na kwa huduma kwa umma na kuongeza dhamira ya kitaifa na kusherehekea na kuhifadhi thamani za watumishi wa umma waliopoteza maisha yao. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Tanza Pulse, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe.